Umemsikia am ameongea, wale watu waje tu kwa wingi, kama unaoona kabla ikiingia ni free, waje waje kuja kunia burudani ya Simba. Upande wa mashabiki hapa, mnaamini mtapata ushindi hapa mbele ya Yanga? Wajua wana ndogo hawa, tutamfunga, tunamfunga tukijipanga. Usikie walio ndani, tutapojipanga, tuko vizuri, tuko vizuri, tuko tayari kwa hii mechi sisi. Yangu ni yetu, wafunge ili waone kama kweli sisi tuko very serious na hii game. Hii game tumetolea macho ani kila mtu akaona, akuna mtu asiona. Maandalizi ilikuwa makubwa, timu ilikaa kambini, mambo yakawa mengi, tumejipanga. Kwa hiyo ushinda game winner. Na, na mimi naimani ushindi utapatikana. Loja, mimi ninavyojua Yanga hawa hawana hawa hawana dogo. Akishinda hapa, mtakoma mtapata masimango sana, mtandaoni wataongea vitu vingi sana, na sisi hatutaki ile itokee na sisi tunaomba, sisi tutawafunga. Sababu gani? Tukisema watufunge wao, wataongea vitu vingi na masimango yatakuwa mengi, mashabiki wao walivyo. Lakini mimi na imani sisi tumejipanga vizuri, hii game sisi tunashinda bila shaka yote. Kikosi chenu mnacho lakini cha ushindi kiko vizuri, benchi la fundi likiongozwa na msemaji wetu kwa vizuri kiko kiko kiko, kwa maana jana kilikuwa kamili Temeke na leo umekuja vizuri. Yaani, mimi kiko kiko imara na kiko. Kwa hii mechi nimeona upande wa Yanga goalkeeper amefanya amefanya mazoezi mazoezi na na goalkeeper Kobe sikikala amefanya. Unajua hawa wanaita masiala, sisi sisi athleti masiala. Sisi tuko na hii game na kama unakuamini tuko tukostaan muda si mrefu hapa. Maana kama namna mpiga ngapi hapa? Mbili bila tunawafunga sio nyingi sana. Natosha. Natosha sio? Alaa. Na kwambia <laughs> ndugu yangu mbili bila tunatosha. Na maana na budani itakuwa tu nzuri na budani itakuwa safi na na imani tunawafunga tu game bila tabia shaka yote. Bana Roja tutaongea vizuri baadaye. Haina shida ndugu yangu. Usije ukanikimbia. Usiukimbia kaka, tuko pamoja. Maana kama baadaye mambo kwa mabao usinikimbie. Usikimbie, tuko tuko wote hapa leo. Ndio. Hamna nini. Haina noma noma. Poa poa.